Naliona janga kubwa likitokea duniani, mfano wake ni ule ambao haujapata kutokea hapo awali. Naliona sheli mpya zimejengwa, nikadhani ni sheli za mafuta ya petroli na diesel, na kumbe zilikuwa ni sheli za maji. Mesikia mto munu, naliona watu wakipanga foleni kununua maji kwenye sheli za maji. Mimi sijawahi kuona kitu kama hiki. Omba Mungu kisitokee, hali itakuwa mbaya sana, maana maji utayanunua kwa gharama kubwa kuliko petroli. Bwana akaniambia, kuna ukame mkubwa unakuja duniani ambao haujapata kutokea. Na naliona kikao kimekaa watu wakiplani namna ya kupandisha thamani ya kimiminika kinachoitwa maji kiasi kwamba wafanya biashara kubwa watajenga sheli za maji. Naliona watu wamepanga foleni ndefu sana wakinunua maji kwa uchache. Nikaona soko la maji limepanda juu sana duniani. Nikaona zimeundwa sheria mpya za hati miliki za maji, yaani umiliki wa maji hata wa kisima nyumbani kwa watu. Nikaona sheria ngumu zimewekwa binadamu wa kawaida hakuruhusiwa kuchimba kisima nyumbani mwake bila ridhaa kutoka serikalini. Na nikaona watu akipewa hatimiliki za maji, yani water rights, kiasi ambacho wazawa hawakuweza kuchimba maji kutoka ardhini, isipokuwa serikali ya dunia. Niko na maji, yamekuwa na thamani kubwa duniani kuliko ardhi, kuliko dhahabu na kuliko chochote. Bwana akasema akawaambia, watu wangu, anzeni kuwekeza kwenye biashara ya maji. Wafanya biashara, Bwana sifi sana, wafanyabiashara wako hapa hivi Okay, kumwambia, anza kufanya biashara ya maji, anza kufanya biashara ya maji. Muda sio mrefu, muda sio mrefu. Hiyo biashara inakwenda kuwa zaidi ya dhahabu, hiyo biashara inakwenda kuwa zaidi ya dhahabu. Eh, usiamini, utaona kwa macho yako, lakini hautakula bana. Asifiwe sana, utaona kibaba cha maji na sio kibaba cha mafuta. So Bwana kusaidie, labda tokee umeshatwaliwa, kwa sababu ni hali mbaya.